Kesi ya uhaini inayomkabili kiongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Tundu Lissu, inasikilizwa hii leo katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Hata hivyo, kesi hiyo ilitanguliwa na sokomoko hapo jana baada ya mwanasheria maarufu na mtetezi wa haki za binadamu kutoka Kenya, Martha Karua pamoja na wenzake watatu kuripotiwa kuzuiwa kuingia nchini Tanzania kuhudhuria kesi hiyo. Karua na wenzake ni wanachama wa chama cha wanasheria Afrika Mashariki na walikuwa wamepanga kushiriki kama waangalizi katika kesi hiyo inayomkabili Lissu ambaye pia ni mwenyekiti wa Chadema Taifa. Mbunge wa zamani na makamu mwenyekiti wa Chadema Bara John Mnyika amelaani vikali hatua hiyo akisema kuwa kuzuia mawakili hao ni kinyume na misingi ya haki, uwazi na mshikamano wa kikanda. Ikumbukwe kuwa Tundu Lissu anakabiliwa na, na mashtaka kadhaa ikiwemo la uhaini ambalo halina dhamana. Kesi yake imekuwa ikigubikwa na utata mwingi ikiwa ni pamoja na baadhi ya wanachama wa chama chake na waandishi wa habari kuzuiwa kuingia mahakamani, wengine kukamatwa, na hata mashtaka yake kusikilizwa kwa njia ya mtandao kabla ya leo, jambo ambalo Lissu mwenyewe alilikataa vikali. Mnyika ameitaka serikali ya Rais Dk Samia Suluhu Hassan kuacha kuzuia mawakili wa nje na badala yake kujikita katika kushughulikia hoja za msingi za kesi hiyo. Sasa, je, unadhani ilikuwa sahihi kuzuia mawakili wa nje kuhudhuria kesi hiyo?